Unahisi kama wewe ni, ni kijana ambaye pia ni mwanasiasa, kwa mtazamo wako, kwa nini hali inakuwa hivi ya kiza kisiasa inapokuwa wakati wa uchaguzi, na nini kifanyike ili Tanzania tuwe tuna uchaguzi ambao umefanyika hakuna mtu yoyote ambaye amefanya fujo au amefanywa fujo au amefanywa vurugu aa, na matukio yametangazwa vizuri na watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Nini kifanyike unahisi kabla? Ya nini kifanyike, labda tuangalie sababu na bila shaka, sababu itakuwa ndio jibu langu. Na mimi kwa uwezo wangu, haraka haraka, mtu anaweza akakutambulia sababu nyingi sana, lakini ni kitu kimoja tu. Sehemu yoyote ambayo hakuna haki kutapelekea watu kudai haki. Sehemu yote ambayo utawala yote asipotenda haki kutawafanya wale wanaongozwa wadai haki, kudai haki siko sawa. Umeona? Lakini tafsiri ya aliyepo pale anaweza akasema hawa wanafanya fujo sasa kwa sababu ongeza kuna haki zipo nyingi. Kuna kupitia maandamano, kuna kusema tu isiwe lolote. Kuna njia tofauti tofauti. Kwa hiyo nimewasikia hata mara hii moja rais, Rais wetu mpendwa Dr. Hussein Al-Hasan Mwinyi. Ametembea kwenye misikiti mingi, amekaa kwa majukwaa mengi sana. Na katika kauli ambayo mara kwa mara huwa anasema anaisema, nitudumishe amani, tudumishe amani. Na mimi nafurahi na, na, na, sana, kwa sababu amani ndio kitu muhimu kwenye maendeleo ya kila kitu. Lakini ukweli ni kwamba amani ni mtoto, kuna kitu kinazaa amani, na si kingine bali ndio kutenda haki. Kwa mfano, tulienda kwenye daftari, tulianza kusema ilipofika Pemba siku ya mwanzo tu, vijana wa Pemba, hasa wale, ukienda unaambiwa mfumo wa madole yale hayafanyi kazi, maana ke hazisomi madole ya wale vijana, daktari lienda hivyo lakini mwisho wa siku wako waliofanikiwa na wako ambao wamekosa haki yao yalisi, ya msingi ya kuelimishwa kwenye daftari la kudumu, kwa sababu wana vigezo na walifika hadi kwenye vituo vya kuhakikisha kwenye daftari la kupiga kura wana sifa. Daftari likaondoka likaja Unguja, kuna Pema kuna vijana wameshaachwa. Sasa wale ni haki yao, kwa sababu wana vigezo vya kiumri, vya kikazi na kila kitu. Kwa nini laki wasirudiwa wakenda kaalikishwa? Hawa wamekosa haki yao Wanaweza kusimama nao wakasema, na sisi tuna haki ya kuchagua viongozi tunaotaka, kuanzia ngazi ya wadi yale viwani, mjumbe wa baraza la wakilishi, mbunge na rais, lakini tumenyimwa haki hiyo. Hapo wanaweza kudai haki yao, wakidai serikali itaichukulia kwamba hawa wamefanya fujo na inaweza ikawashambulia. Lakini wapiga kura wana haki ya kupata matokeo sahihi au sio? Lakini vijana wa vyama vya upinzani wana haki na wao kufanya matembezi, maandamano na vitu vingine kama ambavyo vijana wa CCM wanafanya, eh? Wao wanafanya ile ya mapinduzi ya kumpongeza mama, wanafanya lakini vijana wa Wazalendo wakiomba kuwachukuli kama wanadai hau, wanasema wanafanya fujo, lakini huwa hakuna mtu anayefujo. Fujo siku zote linaanzishwa na viongozi. Fujo hata kwenye familia nyumbani, baba kama kiongozi asipotekeleza wajibu wake vizuri, asipowalea watoto wake vizuri, fujo litakuja kwenye familia. Skuli, mwalimu asipotekeleza wajibu wake vizuri, fujo litafanyaje Litakuja mkuu wa mkoa asipotekeleza wajibu wake vizuri, kujo kwa sababu litakuja, kwa sababu mwisho wa siku itapelekea watu wadai haki zao. Kwa hiyo solution ni moja tu, kila kiongozi kutenda haki. Haki kitendwa vizuri, itazalisha amani, kwa kwa sababu sababu hakuna mtu kudai haki yake, kwa sababu amepewa haki yake sahihi. Kwa hiyo tusiele, tukasema kuna hivi na hivi, mwarobaini ni moja tu eh. Badala ya kuhubiri akenda msikitini, Dk. Hussein Ali Hassan Mwinyi, sasa abadilishe lachun aseme kwamba tunataka amani na mzazi wa amani kwenye wale wote wal aiaanwa za kura waandikishwe ili wapige uane vizuri. Naam, naam, naam. Asante. Na bila shaka kama sisi ni, ni, ni vijana ambao tunabadilishana mawazo a, mazungumzo haya yatawafikia walengwa ambao tunawakusudia hapo, na wataona kama kuna haja ya kuchukua hayo mawazo ambayo ume, ume, umetuelezea hapo. Kila kijana ana mawazo kutokana na misimamo yake ya kisiasa, kutokana na mazingira yake ambayo, ambayo anakulia ana, ana lakini swala la haki kwa hakika linabaki kuwa haki. Tunaona uh, migogoro mbalimbali duniani kwa sababu kila mmoja anadai haki, na haki haiwezi uh, haiwezi kufichwa. Haki imekuwa kama, uh, kama ukweli. Ukweli hata watu waubadilishe vipi, unabaki kuwa ukweli. Basi na haki hata ikifichwa, inaonekana tu kwamba hapa hakuna haki katika mazingira uh, mazingira mazingira fulani.